Rasmi sasa, uongozi wa klabu ya Yanga umetangaza kumalizana na mchezaji wao anayefahamika kwa jina la Aziz Ki. Yes, kwa wiki mbili tatu hizi kumekuwa na tetesi mitandaoni, kwenye redio kwamba Aziz Ki anaondoka klabu ya Yanga na anaenda kuitumikia klabu ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, na Yanga wenyewe wakatoa ufafanuzi kwamba kama kuna chochote kitatokea, basi watatoa taarifa kwa mashabiki zao. Sasa leo ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa tano, 25, wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano uongozi klabu ya Yanga kupitia Yanga App, lakini pia kupitia akaunti zao za mitandao ya wa kijamii wamemwaga rasmi mchezaji huyu uh, um, raia wa Burkina Faso, lakini pia hata upande wa uh, Wydad wenyewe kupitia mitandao yao ya kijamii wamethibitisha kwamba sasa uh, Aziz Ki ni mali ya Wydad Casablanca. Yanga kupitia kurasa yao ya Instagram wameposti picha ya Aziz Ki na kuandika thank you Stefan Aziz Ki. Kwenye caption akaandika taarifa kamili ina Yanga app. So ndo hivyo, kama we ni shabiki wa Yanga, shusha komenti yako hapa chini. Utamisi nini kutoka kwa Aziz Ki? Of course, comment nyingi kupitia uh, posti hii ya Yanga. Wengi wanasema kwamba Aziz Ki, Yanga sisi hatukudai kwa sababu ni mtu ambaye umeipambania club, umeipa club mafanikio makubwa kwa uh, misimu hii ambayo kwa misimu ambayo umejiunga umechezea klabu ya Yanga umefanya mambo makubwa sana, hivyo sisi hatukudai e, performance yako ilikuwa nzuri umetutendea uh, kile kitu ambacho tulikuwa nakitaka kutoka kwako, hivyo nenda kaitumikie klabu nyingine pia, nenda katimize ndoto zako. Yes, Aziz Ki, amesajiliwa kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya vilabu ya dunia ambapo Wydad wanaenda kucheza pia huko. So drop comment yako hapa chini kumwaga Aziz Ki. Yes, ameondoka Tanzania akipata mke wake safi kabisa Hamisa Mobeto. So Hamisa pengine tukamuona anaishi nchini Morocco au endelea kuishi nchini Tanzania atakuwa anaenda na kumtembelea tu, atakuwa anaenda kumtembelea mume wake nchini Morocco. Tutajua, tutafahamu zaidi nini ambacho kitaendelea kutokana na issue hii nzima.